Wanasiasa sijui walichakuliwa kwa njia gani? Ndio mimi nauliza, serikali iko upande gani? makanisa iko upande gani? kama Mungu aliongea na nabii na saa hii makanisa imesimama kando, vile serikali inafanya, auwezi kusimama kwa ukweli na utimishwe. Sasa tuko wapi? mimi jambo ndio naongea niko na huzuni kwa ajili gani? Kwa ajili watu wamedharau Mungu ambaye ako hai, wamemudharau makanisa. Hii yote iko kinyume ya Mungu. Na kwa sababu gani watu wanakataa ukweli wa Mungu, wanafuata maneno ya pesa, na watu wamesoma Mbona watu hapana fuata ukweli wa Mungu na wanafuata ukweli wa pesa, na watu ati wamesoma? Naulisa serikali ya Kenya, kweli Kenya iko huru? Kama iko huru, mbona watu pato wanaitwa sikuata hapa? Kama tuko na huru, mbona watu wanateseka hapa na washii sana? Watoto wetu wamekosa kusoma kitu kwa sababu hiyo jamii tatu isipokaa pamoja itaelemishana nini? Nataka kuwasihi sana, hata wakati huu tunaposikia maneno ambayo inaendelea katika huo mlima kuhusu maneno ya mkui na mengine, wazee wanaojua historia wauzike, isiwe ni watoto vijana ambao hawajui mbele na nyuma. Tunataka kushambulia maneno ya wazee, wazee wako, wazee watatubariki, wazee wata, watasema chenya, watasema na sisi vijana lazima tutii Kenya ama mlima huu ama Bungoma hii, tumeona wakisema watoto ndio wasemaji. Ni lini mtoto anaweza bariki baba yake? Ni baba wakubariki ama mtoto ndio anabariki baba? Baba akisema kitu watoto warudi chini. Sisi tunahitaji resource center ya kabila hizi tatu. Naomba rais, vile umeombwa na mzee wetu, utupe masikio. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu ameandaa. Tunaangalia hata rais wa kwanza alibarikiwa hapo, rais wa pili alibarikiwa hapo, rais wa tatu alibarikiwa hapa Bungoma, hapa Bungoma. Rais wa nne amebarikiwa Bungoma, rais wa tano aliyopo amebarikiwa hapa. Si akuje tusemesane, kwa sababu tunaposema sana na Mungu anabariki nchi hii. Inaitisha Bukusu, mfuate huu unabii. Mahali ambapo ulikaa ndipo sasa mkapata uhuru. ruti muche muche, mukae hapa na mukasemesane, leta hapa mahema, mukae hapa mukasemesane, muone njia kani ya kufuata. Kunzu Council of Elders, muko wapi? Kama hamuangalii mahali ambapo eh, ili neno ama ili waulisa, hii permit ilitolewa, mtaangalia wapi? Ninawauliza, tipange mche muone hii katiba waliandika kwa sababu gani? Na mbona manapi wakaja hapa wakakaa, mbona wakaelewana, mbona wakasemezana, wakasema tuwatengeneze mahali hapa na mahali hapa, kuna title deed, mahali hapa kuna kuna katipa, mahali hapa kuna permit ya mahali hapa. Hata Bukusu, waliandikiwa hapa mahali hapa hapa ambapo tumekaa. Mbona hamkuji mkaangalia mkatengeneza sehemu hii? Itakuwa vigumu nyinyi kuendelea itakuwa vikumu nyinyi kupata utawala kama hamutaendelea kuangalia mahali ambapo manabii walikamatwa hapo. Mimi ninawauliza tu chipange na mche muweze kutafuta mbinu ya kutengeneza mahali hapa.